Habari zenu ndugu, habari zenu marafiki, mimi ni bahati Bahati ama Bahati Mr Melk kwa mtandao wa TikTok, jina la kupanga. Leo nime- nimeamua nilizungumzie hili kwa sababu ni jambo ambalo linatokeaka mara kwa mara, nimekuwa nikiliona watu wengi wakifanya kosa bila wao kujua tena ni kosa ambalo linafanyika na sisi ambao tuko chini ya miaka thelathini ama wenye tuko chini ya miaka makumi tatu. Kama uko chini ya miaka makumi tatu, basi hii video ni yako na usisahau kuishea kwa mtu mwingine ambaye iko chini ya miaka makumi tatu, yaani katikati pale sanasana sana. Nimeona vijana ambao alafu wakimalizao oa na kuolewa wanazaa watoto sasa hizo mistake ambazo wanazifanya mimi huwa zinaniumiza, uh, kwa sababu hakuna mtu ambaye na, anazungumzia jambo hili uh, kwa watu ambao wanaishi Norway, tunajua kwamba ukishazaa mtoto na hauruhusiwe tena kumposti kwenye mtandao wowote kabla yeye hajakuwa aeneze miaka kumi na nane ili ajiamulie kuposti picha yake mwenyewe tuki Tukiachilia mbali tamaduni za Kinorwe ama za Wanorwe, sisi wenyewe tunafanya mistake kubwa ambayo hatujui, na hiyo mistake baadaye itakuja kuwa kubwa na itatufanya tujute kwa nini tulifanya ile. Kama umezaa mtoto wako na unajua mtoto wako ni ni mdogo, ni mchanga Usiwaruhusu watu waje wakamate picha alafu waiposti kwenye mtandao wa Facebook. Kwa sababu mtandao wa Facebook ni mkubwa sana, ni kama dunia nzima. Haujui unatazamwa na nani na haujui ni nani anakupenda, ni nani anakutakia mema, ni nani ambaye anakutakia kuwa na, na, na watoto, watoto kwa sababu kuna wengi wamekosa watoto. Kwa hiyo ukitembelewa na watu baada ya kuzaa mtoto wako alafu unawaruhusu watu wakamate picha ya mtoto wako mchanga, yaani kitoto kichanga tu kizuri hivi, alafu wanaanza kuposti picha zake bila ruhusa yako, hata bila. Hata wewe hauna ruhusa ya kuposti picha ya mtoto wako bila mtoto wako kukuruhusu, yaani hiyo inamaanisha umwache kwanza akuwe akisha kuwa na eneza miaka ya, ya ukubwa, yaani akisha kuwa mtu mzima ndo a, a, akuruhusu kuposti hiyo picha yake akiwa yeye mchanga. Hiyo, hiyo ina maana gani? Ni kwa sababu hairuhusiwe kuposti mtoto wako kwenye social media yoyote, hauruhusiwe kuposti picha ya mtoto wako ambaye amezaliwa iwe miezi miwili hata miaka kumi na miwili la mpaka yeye aeneze miaka kumi na nane ajiamulie, kwamba wewe utaposti hiyo picha yake akiwa ya mchanga au yeye ajiposti mwenyewe. Hii si sheria, ni tamaduni. Nakumbuka hii mtandao wa social media, kuna watu wengi ambao wako hapa wanatumia hata na nguvu za giza, wanatumia mambo ya kichawi alafu haujui ni nani adui yako, ni nani ambaye anakutakia ku, na mema. Kwa hiyo vijana wenzangu, ninawasihi ninawasihi sana, mpunguze mambo ya kuposti watoto wenu kwenye mitandao ya, ya Facebook, ama mitandao mtandao wowote, Instagram, YouTube, hata TikTok, hairuhusiwe Kwa sababu huo mtoto wako unamkabidhi kwenye nguvu kwenye dunia una- una-, una yaani unatangaza dunia kwamba umepata mtoto. Nakumbuka ni watu wengi ambao walizaliwa na, na, na watoto wengi walisababishwa vifo kwa sababu ya huyo mtoto mmoja ambaye amezaliwa. Hapa nje kuna wachawi, kuna watu ambao wanafanya mambo yao ya kichawi na wanataka watoto wachanga, wanataka damu zao. Basi akishapata picha, ina ana uwezo wote wa kutumia hiyo picha kwa matumizi mabaya. Nakumbuka wakati Mose kuzaliwa huko Egypt, mfalme Farao aliwaagiza watoto wote wa wachanga wauawe kwa ajili ya ya kutafuta nafsi ya ya mtoto mmoja Mose. Na basi kungekuwa na social media, angegundua kirahisi kwa, uh, mahali ambapo mtoto aliko na akamuua. Na wakati ya Yesu alipozaliwa, basi mfalme Herode aliwaamua watoto wengi wauawe kwa sababu ya kuitafuta nafsi, nafsi moja tu ya mtu mmoja, kwa sababu yeye alijua huyo mtoto ni nani katika future yake. Kwa hiyo wewe ambao haujui haujue mtoto wako atakuja kuwa nani, kuna pengine atakuwa rais, pengine atakuwa mtu mkubwa duniani, na kwa hiyo usimposti, kwa sababu hao ambao wanatumia nguvu za giza wana, wana uwezo wa kufahamu mtoto wako future yake, na alafu wakamharibu mtoto wako a, a, a, wenda, wenda hata hata gonjwa au hata kuwa chochote lakini fikiria hilo. Baada ya kuposti mtoto wako mtandao wa Facebook, alafu tayari alikuwa mtoto mtulivu na hana shida yoyote, tayari ameanza kulialia usiku na ameanza kusumbulika na magonjwa, yenyewe haya hayapatikani. Unajua ni kwa sababu gani? Umeshakuwa na maiksi wengi alafu baada ya maeksi ukajitafutia mke wako na ukaoa ume, umezaa mtoto kumbe huyo ex hek, wako hajaolewa na hajapata mtoto, na kumbuka, marafiki zake ni wengi sana, wanaweza kuja kwa, kwa, kwa, kwa, kwa mpango wa kukamata picha alafu wakazipelekea maeksi wako na, wa, na maeksi wako wakazitumia kwa nguvu za giza ama kwa mambo me, yengine mabaya. Jua hii mitandao ya Facebook Instagram na vinginevyo zina zinatazama na watu wengi ambao wewe hauwafahamu, just uliwapokea tu kuwa ni marafiki uka ukawapokea kwenye mtandao wako wa Facebook mkawa marafiki. Hata haujajua walikotoka, haujajua kabila zao, haujajua tamaduni zao, haujui hata wanakoishi. Kwa hiyo unafikiri ni marafiki zako? Hapana, Muache kupost watoto wa watu ama watoto wenu kwenye mitandao ya Facebook. Hii mitandao ya Facebook ni mitandao ambao hata ni mita, yani, yani social media ni kitu kikubwa sana ambacho kinaongozwa na mfalme wa giza. Kwa hiyo usikabizi wala kutangaza mtoto wako kwamba amezaliwa duniani. Jua mtoto mmoja duniani kuzaliwa inasababisha watoto wengi kufariki kwa ajili ya kuitafuta nafsi ya mtoto wako. Just we fikiria hilo tu. Kama unajua watu ambao wana tabia ya kuposti posti watoto za watu, basi watumie hii video wa- mwahamakie waache kuposti uh, picha za watoto wa watu, kwa sababu kesho kesho yake mtoto asije asije kuwa mtoto mlezi asije kuwa mtoto mbaya na tabia mbaya, na haujui alikozitosha, kumbe tayari nafsi ya mtoto wako ishageuzwa kuwa mtoto mbaya, na nafsi ya, ya mtoto wako mzuri ishachukuliwa tayari. U unahisi una mtoto kumbe ameshachukuliwa tayari, umebaki na, na kitoto kitoto ambacho haujui kilichotoka, kumbe tayari mwili wake ni yule, lakini nafsi ishageuziwa na imevikwa na mtu mwingine. Ndugu zangu, najua hamta, wale ambao mnanijua ni mimi, naishi hapa Norway, na kama unaishi, unaishi Norway na unanijua kama Bahati, najua hautakubali jambo hili, lakini tafakari basi. Kama umesha posti mtoto wa watu ama umesha posti picha za watoto wa watu, enda kwenye mtandao ukazifute hizo picha, sio nzuri. Nakumbuka Mtoto, mtoto ambaye iko chini ya umri wa miaka kumi na miwili kumi na sita haruhusiwe kujisahilisha kwenye mtandao wa Facebook ya, ama kujiandikisha kutengeneza account haruhusiwe, kama tamaduni za Kinorwe zinasema hawaruhusu watoto wachanga kujisajilisha, yaani kujiandikisha kwenye mtandao wa TikTok, TikTok, Facebook ama Instagram. Mnafikiri ni kwa nini wanawakataza watoto wa, wa wao? Nawaomba sana mpunguze mambo ya kuposti watoto. Hii hili jambo si sawa, kwa sababu mtoto akishazaliwa dunia na mbinguni huwa wanafurahi na kupiga shangwe kwa sababu ya mtoto wako huyo mmoja, lakini kumbuka, mbingu ikifurahi, yaani dunia itakuwa imehuzunika, kwa sababu shetani ni mfalme wa watoto wachanga, yaani ni mtu ambaye ana focus sana kwa watoto wachanga, anazitaka nafsi za watoto wachanga, na hao wa wach wachawi wanazitaka nafsi za hao watoto wachanga, wanazitafuta sana kwa matumizi yao binafsi. Kwa hiyo usimkabidhi mtoto wako kwenye nguvu za giza bila wewe kujua na kama, kama mtoto wako ameshapostiwa Facebook awasha mposti basi, ni, ni wakati wako kuomba sana, umuombe Mungu sana na uwasihi wafute hizo picha haraka. Asante sana, mimi majina yangu ni Bahati. Nimefikiria tu ni, niwambie kwa sababu hili jambo lilikuwa likiniumiza sana basi kama unajua mtu ambaye ame, ameoa na amepata mtoto hivi, hivi karibuni basi umtumie video hii kwa kumsaidia. Mimi pia nikishapata mtoto na alafu ukaja kwa nia ya, kupi, ya kukamata picha mtoto wangu na, uka, na ukatumaini kumposti basi usahau kwa, kuhusu hilo. Mimi sitagombana na wewe, ila ni kituo cha polisi mara moja kwa sababu hairuhusiwe sana. Ukija kwangu wakati ambayo nimepata mtoto na ukamposti mtandao wa Facebook ama social media yoyote, basi ujue hili kwamba mimi nitakuripoti kituo cha polisi, basi na tutasamba moja kwa moja huko, na ukaniambie ni nani alikuruhusu kumposti mtoto wangu kwenye, kwenye social media. Haitajalisha wewe ni ndugu nani katika familia. Just ukaye ukijua hili kwa sababu mimi sitaki, na si na siwezi kumruhusu mwanangu kuenda kwenye mitandao ya Facebook, kwa sababu najua ni shida gani ambazo tunazo, tuna changamoto nyingi. Kwa kuwa mitandao, watu wamegeuza hata na, na, na profile picha, huwezi kujua ni nani, hujui anafanya kazi gani, hujui kwao ni, ni watu gani, ni kabila gani, kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamejivicha kwenye mitandao, basi punguza kuposti watoto wachanga ambao wamezaliwa. Hata akiwa na miaka miwili, at least hauruhusu kum, hauruhusiwi kumposti. Lazima umsubiri yeye akuwe akiwa na umri wa kutosha. Yeye atajijua ataji, atakuwa amejiamulia mwenyewe kuposti hiyo picha ama video.